Yes, karibu. Star anise hii ni nzuri sana kiafya. Kwanza, inasaidia kuimarisha kumbukumbu kumbu. Inatibu tatizo la magoti au miguu kuwaka moto. Inarekebisha kiwango cha sukari mwilini. Inasaidia kupata usingizi, hii kwa watu ambao hawalali usiku wanakosa usingizi. Inatibu tatizo la mkojo mchafu UTI inazuia visababishi vyote vya kansa. Inasaidia ku, kuondoa sumu na kulinda afya ya ini. Ni nzuri pia kwa ajili ya kufanya stress management, inapunguza msongo wa mawazo. Tumia stanise kwa afya, imarisha afya yako. Tupigia simu sifuri saba tano mbili sitini na mbili sabini na tatu thelathini na moja lusmat underscore food underscore product. Unaweza kupata oda yako mapema sana.